Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Karibu kwenye wiki ya pili ya maombi. Inapotokea watu wameamka kwa machafuko na kuuana au kukatana vidole, kupigana risasi na kuchomana moto, vitu ambavyo baadaye wanakaa kuwaza, hivi ni nini kilitokea hadi tukafika kufanya mambo yale? Au mioyo ya waliofanya mambo hayo ikoje? Basi ujue hapo kuna uwezekano, kuna element za kipepo. Yaani hawakuwa wao kwa asilimia mia. Kitabibu unaweza kusema labda walitumia kileo kama vile bangi au pombe au pengine walipata ukichaa. Lakini kiroho hatuwezi kuruka uwezekano kwamba walipagawa mapepo walau kidogo. Walivamiwa na maroho ili kutimiza makusudi ya kishetani. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 na 14, na inasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na viura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Hivyo unaona kuna roho chafu zinazowazoa watu na kuwakusanya kwa wingi wao kwa vita, yaani roho chafu zinaweza kuwakusanya watu kwa wingi wao kufanya kila aina ya jambo ambalo shetani amedhamiria kufanya. Kwa hiyo kama shetani amedhamiria kuharibu taifa, kuua na kuiba, anaweza kufanya maroho wachafu wa wavagae watu ili kutimiza kusudi lake. Wafalme wa Kwanza sura ya 22 mstari wa 20 hadi 22 inasema Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia; ondoka ukafanye hivyo. Hii mifano inaonyesha mambo yaliyofanyika ili kusudi la Bwana Mungu litimie lakini pia tunaona utendaji kazi wa shetani ambao anaweza kuutumia ili kutimiza kusudi lake juu ya taifa au watu fulani. Sisi kazi yetu ni kuomba mapenzi ya Mungu yafanyike. Hivyo kama kwa haya yaliyotokea tunaona si mapenzi ya Mungu basi ni tunajua inawezekana roho wachafu waliwaingia watu ili kufanya mapenzi ya shetani. Hapo kuna ulazima wa kuyakemea hayo mapepo yatoke mbali na nchi yetu, kwa rehema tulizoomba na kwa damu ya Yesu. Mapepo hayana uhalali wa kuwepo, lazima tumiliki. Jambo lingine ni kwamba haya yaliyofanyika yamepanda mbegu ya kishetani. Marko sura ya 4, mstari wa 14, inasema mpanzi hulipanda neno na ukisoma katika Mathayo sura ya kumi na tatu unaona shetani naye amepanda magugu ya kamea kwenye shamba ambalo mpanzi alipanda ngano. Hivyo shetani naye anapanda kitu kama ambavyo mpanzi naye hupanda. Shetani naye hupanda neno, ila neno lake liko kinyume na neno la Mungu. Badala ya kupanda upendo yeye hupanda chuki, badala ya amani upanga kwa yaliyotendeka hadi kupelekea siku ya machafuko na pia yaliyotendeka wakati wa machafuko, kuna mambo yamepandwa: chuki, woga, wadui, kisasi na kadhalika. Lakini Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 inasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kama mapando yamepandwa, basi ni lazima yang'olewe, na wakati huo huo sisi tupande mema kwa kutamka, kutabiri Hosea sura ya kumi mstari wa kumi na mbili inasema jipandieni, katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbweni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuwanyeshea haki. Tutaomba maombi yenye vipengele vitano wiki hii kama ifuatavyo. Kipengele cha kwanza, kuomba utakaso binafsi na kitaifa kwa kutumia damu ya Yesu. Kipengele cha pili kukemea roho chafu zote zilizoambatana na machafuko katika nchi: chuki, woga, kiburi, mauti na kadhalika. Tumia waraka wa pili wa Timoteo sura ya kwanza mstari wa saba na Luka sura ya kumi mstari wa kumi na tisa. Tatu, ngoa mapando ya kishetani katika nchi: wadui, faraka, kisasi, ubinafsi na wivu. Tumia Mathayo kumi na tano kumi na tatu. Kipengele cha nne, Panda mema katika nchi, nguvu, upendo, moyo wa kiasi, haki, hekima, amani na kadhalika. Tumia Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba Hosea sura ya kumi mstari wa kumi na mbili Yakobo sura ya kwanza mstari wa tano na Yeremia ishirini na tisa mstari wa saba tano. Maombi ya shukrani kwa kutumia Zaburi ya mia na sita mstari wa kwanza na Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa kumi na nane Tenzi ya kuambatana na maombi ni kijito cha utakaso. Pia naomba utafute mafuta ya mzeituni olive oil. Kuanzia wiki ijayo, tutakuwa na kipengele cha kuombea mafuta hayo kwa ajili ya kuyatumia katika maombi mwezi ujao Disemba. Asante kwa kuwa nasi katika maombi. Bwana Yesu Kristo akutie nguvu na kukuimarisha siku zote, ukidumu katika neema yake. Barikiwa.